Yes, mambo vipi mtazamaji wa Top 5 Dzaleka? Kwa majina anaitwa Ismail, maarufu mjanja wa kiwanja, na hapa siku ya leo tuko na Kand Visuals ambaye ni director mkubwa sana anayefanya vitu vikubwa vi pia vizuri hapa kambini. Brother mambo vipi? Safi sana mzee. Ya, mzima kabisa fresh? Ya. Yeah. Kitambo sana unaonekana ni mzee. Pande zipi? Umejificha wapi? Yaani ilikuwa ni bahati tu kukuona yani. Unajua <laughs> ubizobie tu wa kazi. Naona ndio na no, no, bana mtu mpaka sasa hivi Unajua tena okay. Ila nipo tu, tupo fasi moja, tunapambana tu kazi. Zinasemaje? Okay. Zinaendeleaje? Yeah. Kazi polepole, hmm. Zinaendele polepole polepole kabisa, pole, kwa sababu ah uh, unajua kujitafuta, unaona, kujitafuta. Ile ulivyoanza na hapa mpaka sasa hivi kuna tofauti mkubwa, hmm. Yeah. So, kimya, kwa nini kimya hatuoni eh, kazi zinakuwa ni mojamoja moja tu kulikoni? Kimia ya kazi yeah. Kwa moja moja? Mm. Hey, <laughs> sijua. Sio timu moja moja kivile, kazi zipo nyingi unaona, kwa sababu mimi huwa na shoot music videos pia na movie. Mm. Unaona sasa tena istoshi, kwa sasa mtu naanza kuwa nachagua nyimbo ambazo mtu ukashuti zikakupeleka afasi fulani hivi mm. Sio tu nyimbo yoyote tu mtu anashutishuti. No, sio hivyo kabisa yeah. So vipi, unajisikiaje huu mwaka kuona Face Pro amepata kazi nyingi sana kukuzidi wewe? Hii, kwa, kwako imekuwaje? Ah, mimi ni sawa tu ya na, na, na, support tu na support. Pia nafurahi kwa sababu naelewa mazingira hii, ni wakati wake, wakati wangu fulani hivyo na hivyo naelewa tu. Sasa ni wasanii wa aina gani hapa kambini ambao hauwezi kufanya nao kazi, ina maana atakileta project, Hapo unakagua So ila kuna baadhi wa ya wasanii hata iweje hata ana muziki upi kwa ushuti. <laughs> Ah. Hmm. Okay. Kwanza mimi hapa kambini sina bifu na msanii wote sina bifu y yeah. Siwezi sema eti nikapendelea, nika, nika ngambo fulani hivi changambo nyingine nika penda hapana, sio hivyo, nyimbo tu ikikuwa nzuri basi mimi napita ndoii mpango hmm. u ni kwa nini wanamuita Fis mfalme director mkubwa hawakuita wewe? Hapana. <laughs> Hapana, sio hivyo, sio hivyo kabisa. Kwanza tangu kambini tangu tuanze kazi hapa kambini aa, mimi nimeshapata tunzo tatu, yeye hajapata tunzo hata moja ya, nipata tunzo ya mwaka wa 2020 na ishirini 20. nikapata tunzo ya ishirini na ishirini na tatu na ishirini na ishirini na mbili mm, nikapata tuzo ila ye hajapata tuzo hata nyingi hata yoyote, ili nimepata ya award ya ya nini q, q award nimepata tuzo, nimepata mm, tuzo ya redio ile ya redio imepataga, na ile ya kwanza imepataga ya Ula Taxi ya mwa mwa hivi mw ameza mw mw mw support ipo Marekani kapata tuzo tatu. Sasa ukingi umetoka tena wapi hapo? Wewe hana ukingi wote <laughs> Ukingi upo tu kivingine ki eh, kivingine. Haya, hapo pia anajua mwenyewe mm. kibinafsi lakini mimi siwezi nikaji brand hapa nikasema mimi ndio kingi hapana. Mm. Watu ndio wanajua kama wewe ndio ndio kingi usio kingi kwa sababu kingi una mafanikio yake pia. Tuzo mm. zangu nimezikusanyisha zipo ndani mule kabisa. Mwenyewe unajua. Mm. Lani, li, mambo mengia, na ni kweli mambo mengi anakufundisha na yeye ndio alikuintroduce kwenye industry au direct? Yeye hapana. Hapana kwa sababu mimi nipo legend kwake sana ya mm. mm. bila vifaa kamera nini, unakodi kwake, kodi hapa yeah. Mimi na equipment zangu ya sio kodi kabisa yeah. Aje kutokea au kamwambia bro unahitaji kamera au light yeah. <laughs> Okay, ishawe kutokea na yeye pia ikatokea kwangu pia mm. Lakini sio eti ndo, uh, desturi yeah. Mm. Uh, sio hivyo na hiyo ya kusema kwamba brother, sio unaenda kwa Fis, ah ule jamaa wapi unakuja kwangu hii na na, na pia nasemekana hii, uthibitishie aje? Yani wasanii wakikuletea project mmm wakikuletea project wanamwambia wasiende kule, wanakuja waku, tu kwako, tukao nafanyia ile ma, ma bonus eh, kwa nini hakuwa hivyo? Ah, mimi sina sina hizo issue hmm. Sina hizo issue kabisa kwa sababu mimi najua upepo wangu, najua upepo wangu sana jisa, na najikubali sana tena hmm. Mimi swagi mtu wa, swagi mnafiki wa hivyo hivyo kabisa. Ukiamua nenda huko, upepo wako, kwa sababu huyo kwanza, kwanza mtu ambaye atakuja kwanza project, lakini ameshaenda kwa data mwingine, wameshashindwana Siwezi fanya kabisa, itaonekana kama vile mimi nimeshoot like kama kwa bei chini mm. au kwa ujuano mm. Unaona, sio sawa. na faida nini ya hizo kazi zako mpaka sasa, ushafaidika kipi? Au kuwa tu kwenye label ya J Balis ndio ilikuwa faida ya kuajiriwa kule kukuwa sign and a record label, au kuna nyingine kubwa zaidi ya hiyo? Uh, mafanikio yapo, yapo kwa sababu tangu mwanzo nilipoanza sikwaga na kifaa chote kile kazi, lakini sasa hivi Nashukuru Mungu nipo navyo. Pia kwa sasa sipo under label hapana. Label mtoa niko nipo signed uh, ndani ya mwezi on uh, mwaka mmoja tu basi. Ya yeah, ila sasa hivi nipo na production yangu the, the chapter production watu wanaifahamu ndio mm. ambao mimi naongoza. Kwa kumalizia, tuko 2025. Waambie wateja wako, watu wako karibu, bei ya mwisho kwa sasa ambao yani akija ya tena ngoma ime vipi? Au shuti chini ya hapo au zidishi. Ah, mimi si shuti chini ya laki tatu kabisa, laki tatu kwa sababu ya ya upepo tunashukuru sana mtazamaji wat... <laughs> <laughs> tunashukuru sana mtazamaji wa Top Five Dzaleka Kand amezungumza mambo mengi sana, <mtazamaji> watu... <laughs> <laughs> sana, <mtazamaji> watu... <hazaleka> sana kusikana na kazi hapa pia, kama pia, kama pia kusubscribe kwa taarifa nyingi zaidi. Bro, nashukuru sana asante sana